Nchi yetu ambayo iliaminika kuwa kisiwa cha amani imegeuka na umekuwa uwanja wa umwagaji damu ya watu wasiokuwa na hatia. Katika kipindi cha miaka minne na nusu ya utawala wa Rais Samia, mamia ya vijana wametekwa, wengine wameuawa na wengine wamepotezwa. Tarehe ishirini na tisa ya Oktoba mwaka huu kilikuwa kilele cha ukatili ule. Maelfu ya Watanzania bila kujali itikadi zao, imani zao, wameuawa na sisi wenyewe tumekuwa wahanga. Mwezi Aprili tarehe ishirini na nne mwezi Aprili mwaka huu nilivunjwa mguu wangu na mamlaka za serikali, waliotuteka wakaenda kututesa kule Ununio na baadaye kututupa poli la pande tume survive. Alikuwa ni Mungu tu ndiye aliyeingilia kati. Aidha, kuelekea tarehe ishirini na tisa, binafsi maisha yangu yamekuwa magumu kwa sababu watu ambao wamekuwa wakinifuatilia kuanzia nyumbani na baadaye polisi niliowatambua walipozunguka loji ambayo nilikuwa nimekimbilia kupata hifadhi kwa muda na Mungu akanisaidia nikaweza kutoka salama. Ninashindwa kusema nini, lakini naamini na natambua kwamba dunia ina, une, ina ufahamu na kutambua unyama unaoendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Naomba nitoe wito kwa jumuiya za kimataifa, mmoja wa Afrika, Amnesty International, uh, jumuia ya Ulaya mataifa mengine watoe msaada kwa Watanzania. Vijana maelfu kwa maelfu wamekimbia miji yao, maana baada ya mauaji tulitegemea pengine rais angerudisha moyo huyu, e, rais aliyepitishwa kiharamu, ambaye hakuchaguliwa, lakini vyombo vinamtii, vinamtii, bado vyombo vinamtii. Tulitegemea angerudi nyuma, tungetegemea wauaji wangerudi nyuma, badala yake wamekamata mamia ya vijana wamewafungulia kesi ya uhaini. Inasikitisha sana. Kwa hiyo nitoe wito kwa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati Tanzania na kuisaidia Tanzania. Asante hapa kama Mtanzania. Uh, kwanza ni kama naota, ni kama ndoto. Sikuwahi kufikiria kama siku moja naweza nikakimbia nchi yangu, nimeacha familia na nimekimbia usiku wa manane, kwa sababu ya hofu ya kuuawa. Na nazungumza hapa, nawakilisha maelfu ya vijana wa Tanzania ambao wengine wameshindwa kuondoka, wengine wamekimbia, lakini wengine wamejifungia, hawawezi kutembea, hawawezi kwenda mahali kokote. Dunia inapasa ielewe, haya mauaji yaliyotokea yalifanyika yalifanyika, yaliyotokea yalifanyika gizani tarehe ishirini na tisa ilipofika majira ya saa saba mchana, mitandao yote ya kijamii nchini Tanzania ilizimwa, na baada ya kuzimwa ndiyo watawala wakaanza kutekeleza mauaji ambayo yalidumu kwa takriban ya siku, siku mbili. Wameua vijana wadogo, wameua wazee, wameua wakina mama wamepoteza miili yao. Sasa hivi Watanzania wanatafuta miili ya watoto wao waende wakazike. Wako ambao tayari muda huu wanazika nguo za wapendwa wao, kwa sababu hawana matumaini tena ya kuwaona ndugu zao. Sasa huu katili ambao umefanyika gizani kwa kuzima mitandao ya kijamii haukutokea kwa bahati mbaya, na roho ya binadamu haina mbadala. Tumeshuhudia sasa miili ya Watanzania ikipostiwa kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Watu wametolewa macho, na mwingine ni mzima mpaka sasa amet..., ameng'ofolewa macho yote mawili. Bado wanaendelea kuteka. Sasa hivi wamemteka mlinzi wa Mheshimiwa Tundu Lissu Hangaya, mpaka leo wamemteka. Hawajaishia kuua, bado wanaendelea kuteka. Vijana zaidi ya mia sita wamepewa kesi za uhaini, wako magereza Wakati haya yote yanaendelea, rais wa nchi, rais Samia, alisema watu waliouawa kwenye nchi ya Tanzania wametoka nchi jirani, lakini sasa hivi wanaozika na wanaolia ni Watanzania. Kwa dunia, kama ambavyo imeona kile kilichotokea, sio movie, ni Watanzania tumeuawa, bado tunaendelea kuuawa. Mimi nimezaliwa Tanzania, kizazi changu kimezikwa kwenye ardhi ya Tanzania. Sikutegemea ipo siku, siku nitakuja kuikimbia nchi yangu kwa sababu kuna mtu atatafuta madaraka ya kutuongoza kwa gharama ya damu zetu. Mtu mmoja ana lita tano mwilini za damu. Mpaka sasa Watanzania zaidi ya elfu kumi wameuawa, zaidi ya damu elfu hamsini, lita elfu hamsini za damu zimemwagika kwenye ardhi ya Tanzania. Tunaomba msaada, kama ambavyo wamesema wale ambao wako Tanzania hawapo salama. Viongozi wetu wanakamatwa na kupewa kubambikiziwa kesi. Watanzania wana kesi mahakamani, masikini hawana uwezo wa kuendesha hizo kesi, licha ya maumivu ya kupoteza ndugu zao, lakini bado wanaendelea kusota mahakamani kwenye kesi za watoto wao. Tumekimbia nchi yetu, tumekuwa wakimbizi wa kisiasa, hatujapenda. Mtupokee, mtuhifadhi na mtulinde, kwa sababu hatuna imani na mtu yoyote yule, ndio maana tukaikimbia nchi yetu. Niwaulize watawala, taifa letu nalipeleka sehemu gani? Taifa ambalo mwalimu Nyerere alisema kwamba lin, linatakiwa kuwa ni taifa ambalo la vijana wanaohoji juu ya mifumo kandamizi, kwamba wawe ni ikiwezekana wawe wasaliti juu ya mifumo kandamizi, ili tujenge taifa ambalo ni, ni, ni taifa linaloheshimu watu, ni taifa linaloheshimu sheria. Tukisema hivyo ni kweli kabisa, sisi tunaumia sana kama vijana, na tuombe tu, kwa sababu Tanzania sio kisiwa. Tanzania ni sehemu ya dunia na dunia inaona, dunia iangaze Tanzania katika namna nyingine tofauti kabisa, kwa sababu Tanzania inavuja damu, Tanzania raia wake wanaumia. Na sisi tumepata angalau, tumeweza kuchoropoka kukimbia, hatujui ndugu zetu, rafiki zetu, vijana wenzetu wako katika hali ya namna gani.